Dawa aa inzi, kama hujui dua ya kuzuia mpua, wewe unakuwa shekhe asufi. Ndo aliofanya uchawi, kama sura ya lili ya ibada kama kwa sababu ya kutafuta karama. Ujue masufi, ishu ya makarama, naipenda sana, penda sana karama, hayuda na karama. Au hebu tuambieni, kuna dua gani maalum? Kwa sababu shekhe mmoja naye alisema kwamba kama hujui dua ya kuzuia mvua, wewe huja kuwa shekhe nani gani? kitabu gani dua hiyo? Bwana Mtume kafundisha kwamba ukisoma hii kama mvua nyesha, ukisoma tena mtu ajifanya. Kuna bwana mmoja anaambia huyo shekhe, alikwenda kwenye shughuli fulani shule mvueka, aifanye eti anyosha kidole juu hivyo. Tuambie dua gani? ana kuna watu nyumba za vuja, mbona mweziba hiyo elimu? Mbona mashekhe nyinyi mabahili wabaya, nyinyi roho zenu mbaya kuna watu majumba yao yavuja hivyo yavu. Kwa mtu ikianza ndo nyumba mwembe anze twanyosha kidole juu apige, inazuia hapa kwenye paa lake bata basi dala semeni, hiyo dua. Acheni bwana kuchezea watu nyie, bwana nachezea watu sisi. Tunaona mtu anakuja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume yuko kwenye mimbar. Mtume zimekatika njia za maisha wanyama wanakufa kwa sababu mvua nini hamna. Mtume swalla Allah alayhi wasallam ananywa mikono juu, anamwomba aghithna. Mtume amesema aghithna, anamwomba Allah, ewe Allah, aghithna, tuletee mvua. Hakuna dua special, mtume akaomba mvua, ikaanza kunyesha. Riwaya zinasema ilikuwa mji wote nini, anga jeupe, mara yakupatokia kibato cha wingu, wingu likajitengeneza, mvua ikanyesha, mvua ikawa nyingi mjini. Wiki iliyofuata yule Bwana akaja tena ha, ya Rasulullah, njia zimekatika tena za maisha. Sa mvua imekuwa nini nyingi, watu sokoni tena hakwendeki, watu tena. Mtume anamwomba tena Allah mvua inakata. We tufundisha hiyo dua, hiyo ipi? Lakini hawa ndio walivyo watu, wa kujifanya wana karama, karama na nini, kwa kutumia sihiri.